Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Serikali imesema itaendelea kutoa mafunzo ya mtaala ulioboreshwa kwa walimu wote nchini ili kuwawezesha kuwa bora katika ufundishaji na ujifunzaji mashuleni, hususan katika somo la elimu ya biashara. Namna ya kipekee ni shukuru sana sana sana serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo ameamua elimu au maendeleo katika sekta ya elimu kuwa moja ya ajenda kuu ya serikali kiasi cha kwamba aliridhia kufanya mabadiliko ya sera ya elimu, lakini akaridhia kufanya mabadiliko ya mtaala wa elimu na mwisho katika kuwezesha hayo yaliyoridhia ni kuidhinisha fedha kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa walimu mbalimbali ambao wanaenda kuchochea ajenda ya maendeleo ya sekta ya elimu. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo ya walimu wa ajira mpya wa somo hilo, naibu katibu mkuu elimu kutoka ofisi ya Tamisemi, bwana Atupele Mwambene amesema walimu waliopata mafunzo hayo wanapaswa kuwa na mtazamo chanya na kuwa sehemu ya mabadiliko baada ya kuangalia na kutathmini mwenendo wa uandaaji wa mtaji watu wa nchi yetu ya Tanzania, akaelekeza kwamba tujitazame na tuone tunatakiwa kwenda wapi au kuwa wapi, na baada ya kujitathmini, tukafikia hatua ya kwamba tunahitaji kufanya mabadiliko katika mtaala wa elimu na sera na eneo kubwa ambalo lilikuwa limewekezwa mojawapo ni kwamba lazima sasa mindset ya watoto wa Kitanzania au raia wa Tanzania wajao wawe na mtazamo wa kibiashara, na ndio sababu yenyewe kuwa hapa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya elimu Tanzania Anet Komba, amewahimiza walimu kutumia mbinu walizofundishwa ili kuhakikisha wanafundisha kwa ufanisi kwa hiyo niseme walimu wenzangu, tumefahamu kwamba hili somo ni la lazima kwa wanafunzi wote, na niseme kwamba ni somo ambalo tunalitegemea kuleta mabadiliko kwa wahitimu wetu. Wanafunzi katika mkondo wote lazima asome somo hili, na lengo hasa ni kumfanya aweze kutumia mawazo anayoyasoma katika masomo yote katika mlengo wa kibiashara, pamoja na kumudu maisha kwa siku kwa siku. Kwa hiyo nawaomba sana Tuzingatie tuliofundishwa tukikumbuka kwamba somo hili limelengwa kuleta mageuzi makubwa kwa skills ambazo walimu wetu watatimizana. Mwenyekiti wa kwenye walimu kwenye mafunzo hayo Joshua Thomas Yona ametoa shukurani kwa serikali kwa kuwawezesha kupata elimu, kutuwezesha kuwa na afya njema, kutoka tarehe 9 mwezi wa 6 2025 kuanza mafunzo haya mpaka siku ya leo ambapo tunakwenda kutimisha. Pia kwa heshima kubwa napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake makubwa ya kutaka kutengeneza vijana na kutengeneza ajira na kuajiri vijana wengine ili kutokomeza changamoto ya ukosefu wa ajira katika nchi yetu. Pia tupekee nikushukuru wewe binafsi kwa kuaiisha shughuli zako nyingine na kukubali kwa pamoja na nasi leo katika ufungaji wa mafunzo yetu haya. Pia niwashukuru Ted Nectar Educate pamoja na wadau wote waliofanikisha jambo hili. Mwisho nipende kukwahidi kwa niaba ya walimu wenzangu wote kuwa tutakwenda kufanya kazi kwa bidii, weledi, ufanisi mkubwa kwa kuzingatia yote tuliyopata katika mafunzo wa haya. Jumla ya walimu 1913 wamehitimu mafunzo hayo ya mtaala ulioboreshwa wakitoka katika vituo vya Tabora, Morogoro na Korogwe mkoani Tanga. Funza namna gani ya kuandaa lesson plan, scheme of work, lakini namna gani ya kuintegrate wa wazazi, walimu pamoja na jamii inayotuzunguka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafikia malengo yetu ya kuhakikisha kwamba watoto wetu hawa tunawaandaa kutoka kwenye uh, job seekers kwenda kwenye jobu creators. Mafunzo haya ni sehemu ya mkakati wa serikali awamu ya sita kuleta mageuzi chanya katika sekta ya elimu kwa kuhakikisha walimu wanakuwa na uwezo wa kisasa katika ufundishaji ili kuwaandaa wanafunzi kwa maisha ya kujitegemea. Usisahau kusubscribe. Like na kubonyeza alama ya kengele.